Kuna kitu unatamani kukipata kwenye maisha yako, lakini inawezekana mara nyingi umekuwa ukijiuliza swali, kwa nini nachelewa kupata kitu ambacho nakitaka? Kuna wengine wamekuwa wakitafuta watu sahihi kwenye maisha yao, kuingia nao kwenye mahusiano, na wakiamini kwamba nikiwa na huyu hakika maisha yatakwenda vizuri. Kuna wengine wamekuwa wakitafuta mtaji sama, kwa muda mrefu sana, lakini bado wanajikuta wamechelewa kupata mtaji tofauti na muda ambao walikuwa wameutarajia. Kuna wengine wamekuwa wakitafuta kazi kwa muda mrefu, lakini sababu, mbona nimeapply kazi kila mahali na kila wakati lakini sijapata ambao unaitaka. Sasa leo ningependa ni kushirikishe mambo manne ambayo unaweza ukayatambua na kuyafahamu, kwa nini unachelewa kupata kitu ambacho ulikuwa unafikiri ulikuwa tayari unatakiwa umekishapata sasa hivi. Sababu, so, ya kwanza kabisa tunasema ni kwa sababu you deserve better. Inawezekana kwenye akili na mawazo yako unaona kile ambacho ulikuwa unakitamani ndio kitu bora zaidi, lakini katika historia mbalimbali mbali za watu ambao wamezungumza na kutoa shuhuda za maisha yao inaonyesha kwamba kuna watu wengi sana walishukuru kwa kukosa kitu ambacho walikikosa hapo kabla, kwa sababu walipata kitu bora zaidi. Kuna wakati mwingine kukosa ni faida. Ndio maana kwenye maisha tunasema lazima uwe na uvumilivu katika kile kitu ambacho unakitafuta. Kwa hiyo inawezekana hata leo kuna kitu unajutia unasema, natamani ningekuwa nimekwisha kipata na kwa sababu unajilinganisha na wenzako, unaona kama vile uko nyuma ya wakati na umechelewa. Unapopoteza kitu kimoja, unapopoteza fursa moja, ni kwa sababu you deserve better than that. Sababu ya pili ambayo inaweza kusababisha kwa nini upate unachotaka kwa wakati na unaona kama vile umechelewa ukipata, tunasema ni kwa sababu ya kitu kinaitwa character formation tunasema kila unapoenda hatua nyingine katika maisha unatakiwa uwe mtu mpya. Tunasema every new level requires a new level of you. Huwezi ukatatua hata tatizo ambalo umekuwa nalo kwa kutumia akili na maarifa yale yale ambayo ulikuwa nayo wakati tatizo lilikuwepo. Sasa wako watu wengi sana, kinachowasababisha wachelewe kupata wanachokitaka ni kwa sababu wameshindwa kutengeneza karakta, wameshindwa kutengeneza tabia muhimu za kuwasaidia kufika kule ambako wanataka. Sababu ya tatu ni pale mtu anapokosa clarity, anakosa kujua anachokitaka hasa ni nini kwenye maisha yake. Kuna vitu vingi umechelewa kuvipata kwa sababu tu umekuwa ni mtu ambaye kila kinachokuja mbele yako unajaribu kukipata. Waingereza wana msemo wao mmoja waliokusema kwamba the the jack of all trade is the master of none. Jambo la nne ambalo linaweza ikachangia sana kuwafanya watu wachelewe kupata wanachokitaka, tunasema ni fear losing.